Mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa tatu kulikuwa kuna bonge moja la fight ambalo liliandaliwa na Fai Hero Sports Promotion. Sasa, Fai Hero Sports Promotion kwa mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne na mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni watu pekee ambao wao wameandaa pambano la ngumi ambalo limekuwa kubwa sana, yaani ilikuwa ni bomu, taifa nzima lilikuwa macho na masikio Ilikuwa ni kitu kimoja tu a, pambano ambalo liliandaliwa na Fahiro Sports Promotion, na hili lilikuwa ni pambano ambalo lilikuwa ni kubwa sana. Kulikuwa kuna mabondia wengi ambao walihusika kwa ajili ya kwenda kupigana, lakini main card alikuwa ni Selemani Kidunda dhidi ya bondia kutokea Afrika ya Kusini ambaye ni Wellem. Sasa hii ni fight ilikuwa noma sana, baada ya kutoa sare, ikawa pambano lake la kwanza kutoa sare baada ya hapo ameenda kupigana na mapambano mawili ambayo ameenda kupigana na Connell kutokea Marekani. Kwa hiyo baada ya kutoka na Seremani sare, ameenda kupigwa na Connell kutokea Marekani. Baada ya hapo ni kwamba amerudi tena Tanzania, amekuja kupigana na bondia ambaye ni Frank Katwila, ambaye yeye uh, huyu Frank kutokea Tanzania ni bondia ambaye anapigana uzito mmoja na uh, Wellem, ambayo ni light heavy ambayo ni uzito wa kilogram 81. So tutegemee kuona mpinzani, um, wa Hafidhi Mlaa sasa hivi kuwa ni Frank Asagile uh, Katwila, kwa sababu ndiye ambaye anashika nafasi ya kwanza na wanacheza uzito mmoja wa light heavy. Wakati huo pia, Hafidhi Mlaa kwenye fight yake ya mwisho mwaka huu alisema yeye anataka kupigana na Wellem kutokea Afrika ya Kusini ambaye ni pia, nimekwambia ndo mpinzani ambaye amepoteza dhidi ya Frank. So fight itakuwaaje? Itakuwa ni Hafidhi Uh, versus Frank ambaye ndiye ambaye anashika nafasi ya kwanza kwa upande wa Tanzania. Tutamuuliza Hafidhi, atasema anatamani fight yake ya kwanza iwe dhidi ya bondia namba moja Tanzania kwenye uzito wake au atataka kupigana na Wellem, lakini uh, Mwakinyo, Hassan Mwakinyo pia ameonesha dhahiri anatamani kupata fight dhidi ya Wellem ambaye naye uh, aliona fight versus Selemani Kidunda ni fight gani unatamani kuiona mwaka huu? Je, ni kati ya Mwakinyo versus Wellem au uh, Hafidh Mlawa versus uh, Hassan Mwakinyo? Ni fight gani ambayo itavutia zaidi? e bana, Fehiro Sports Promotion naambiwa mwaka huu wanataka kuandaa bonge moja la fight kuvunja rekodi yao wao wenyewe, kwa sababu kwa mwaka jana waliandaa fight ambayo haijavunjwa rekodi mpaka sasa hivi, fight ambayo ilikuwa ni kivutio kwa taifa nzima na Afrika Mashariki na sasa hivi naambiwa nataka kuandaa bonge moja la fight ambalo litakuwa noma sana. Maybe itakuwa ni mwezi wa tano au mwezi wa sita, bonge moja la fight litaandaliwa. Itakuwa ni nani na nani? Itakuwaje? Basi macho na masikio ni kuendelea kuifuatilia Fay Heroes TV kupitia uh, hendo yetu ya Instagram Fay Heroes underscore TV, lakini YouTube tunatumia Fay Heroes channels. Unakumetisha kinoma ukienda YouTube, usahau kusubscribe kulike uh, ku like, ku comment, ku share pia au vipi? Ebana, mi naitwa Kings and this is how we do in boxing stories ndani ya Fay TV. E bana eh, endelea ku enjoy. This is how we do. Big shout out to everybody. Yo, what's up?